Baraza la Halmashauri ya Jiji la Arusha limevunjwa rasmi leo ili kupisha maandalizi ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka 2025. Tanzania -ta 24 Digital Beyond the Mainstream Beyond The Katika kikao cha mwisho cha baraza hilo, baadhi ya madiwani walionyesha sintofahamu kuhusu agizo lililokuwa likisambaa kwenye baadhi ya maeneo pamoja na mitandao ya kijamii likiwataka warejeshe vishkwambi walivyotumiwa katika kutekeleza majukumu yao ya kiofisi. Waziri wa nchi ofisi ya Rais Tamisemi Mohamed Mchengera kupitia baraza hilo ametangaza kuwa madiwani wote nchini waliomaliza muda wao wanapaswa kuendelea kumiliki vishikwambi hivyo na kwamba serikali haina mpango wa kuvidai. Leo ndiyo, ndio siku ya kuhitimisha utumishi wetu katika nafasi ya udiwani. Ndio ndio. Katika awamu hii ya kwanza ya serikali ya awamu ya sita. Sawa kabisa. Kwa hiyo niwatakie kila laheri, lakini natambua kwamba eh, vipo vifaa vya kazi mm, ambavyo walikuwa wakivitumia ndio ndio, ambavyo kimsingi tunaita kama ni vyombo vya vyombo vya kulia mm, kama sahani na, na, na kijiko. Sawa kabisa sasa vyombo hivi ndio ndio, kwa mfano hizi iPad ndio ndio, sijui vitu vidogo vidogo ambao walikuwa wakivitumia ndio ndio, ambavyo si sehemu ya mali zinazobaki na halmashauri, ndio ndio. Kwa maelekezo yangu kwa katibu mkuu ndio, ndio. kwamba vifaa hivi ambavyo walikuwa wakivitumia ndio, vya kwao wenyewe madiwani ndio, ndio. waendelee kubaki navyo, kwa sababu kwa sababu humu sababu... Ndio, ndio. ndani wameweka siri zao ndio ndio, barua pepe zao ndio, ndio ameweka sijui mawasiliano ya yao na ndugu zao yeah. Kwa hiyo maelekezo yangu nimekwisha mwelekeza katibu mkuu ndio, ndio, e, kwamba vifaa hivyo ambavyo si mali si sehemu ya mali za halmashauri ndio, ndio, ziendelee kubaki kwa madiwani. Kwa upande wake meya wa jiji la Arusha Maximilian Rage amesema baraza hilo limekuwa baraza la kihistoria. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa baraza hili kwa namna yote ile ni baraza iliyovunja rekodi katika miradi ya maendeleo, na hii ni kwa jitihada kubwa sana ambayo imefanywa kwa pamoja na madiwani, wataalamu, lakini na wananchi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakati tunaingia kwenye baraza mapato ya ndani yalikuwa shilingi bilioni 22, wakati tunatoka mapato ya ndani ni shilingi bilioni 51, hiyo ikiwa ni ongezeko la zaidi ya asilimia 100 moja. tulikuja kwa niaba ya wananchi na leo tunaikabidhi halmashauri wataalamu wetu na mkuu wetu wa wilaya, lakini chama bado kipo. Naamini stake za wananchi bado zitalindwa na zitatetewa, maana tulikuwa madiwani thelathini na tatu na wabunge watatu, jumla thelathini na sita na, na leo tunakwenda kumaliza tukiwa na idadi ile ile. Tunamshukuru sana Mungu wetu. Kwa sasa madiwani hao wanajiandaa kurejea kwa wananchi kwa ajili ya kuomba ridhaa ya kuwaongoza. mimi ni Jane Edward. Watazamaji, tafadhali endelea kutazama Tanzania 24 Digital.